Mimi naitwa Tadei Luoga, mimi ni mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi halmashauri ya mji Njombe. E, siku ya leo tarehe 19 mwezi wa 12 2025 tulikuwa na kikao kazi cha watumishi wote wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi walioko makao makuu na wale wote walioko katika ngazi ya ya kata, e, kijiji jiji na mtaa. E, idara na idara ya kilimo, mifugo na uvuvi na jumla ya watumishi 68, lakini kwa leo kikao chetu tuli e, jumla ya watumishi 63 walihudhuria na lengo lilikuwa ni watumishi 68. Lakini lengo la kikao hiki kwanza, ni utaratibu wetu kila robo kuwa na kikao cha watumishi wote e, wa ngazi ya kata na makao makuu, lakini pia ni kupitishia na katika mambo ya msingi. Cha kwanza katika kikao chetu cha leo tumepitishia na kwenye utekelezaji wa shughuli mbalimbali za idara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa maana kwamba kwenye sekta ya kilimo tumepitishia masuala ya e, usimamizi wa uandikishaji kwa wakulima kwa ajili ya pembejeo za ruzuku, lakini pia miradi mbalimbali kama vile Eh, uhamasishaji wa kilimo cha zao la alizeti pareto eh, na sasa hivi tunalo jambo jipya, kilimo cha zao la kahawa kama hivi tume, kuna mkulima mmoja yuko kata Ihanga eh, yeye ana ameshafanya maandalizi ya kupanda miche karibu mia sita na lenyewe pia tumepitishana. Eh, mbali ya hivyo pia tumeelezana masuala ya eh, kuwezesha vijana eh, kupitia programu ya Jenga Kesho iliyo bora BBT kwamba tumekubaliana na maafisa ugani kwamba kule waliko kishirikiana na maafisa maendeleo ya wa jamii kuhakikisha kwa kwamba wanapata wana, wana, vijana wote kwenye ile maeneo yetu. Wakisha pata wale vijana baadaye, sasa tutaunda vikundi. Lakini kwenye malengo yetu sasa ya msimu huu kwenye kilimo tumekubaliana e, kwenye msimu wa bajeti inayokuja tumekubaliana, sasa tunaenda kuona uwezekano sasa, kwa sababu wakulima wetu wa Njombe wanalima sana viazi na kiasi kinachopendwa sana ni kile kinachozalishwa na kampuni ya Silverland, aina ya Sagita. Na changamoto kubwa katika hilo zao ni upatikanaji wa mbegu. Kwa hiyo tumekubaliana kupitia vikundi vya vijana ambao watajihusisha na shughuli za kilimo. Wao ni wale graduates na wengineo tutasupport kwenye vikundi, e, ili waweze kupata, e, punguzo la gharama za uzalishaji hususan kwenye mbegu. Kwa hiyo kwenye bajeti tunayokuja, e, tumefanya maamuzi hayo lakini tutawasilisha kwenye mamlaka kwa maana ya mkurugenzi ili kuona namna ya kusapoti sasa vikundi vya vijana viweze kupata ile mbegu wazalishe, e, na waweze kupata tija. E, zaidi ya hilo kwenye sekta ya kilimo tumekubaliana pia, e, watumishi wote wa, e, kuna msemo mmoja wa aliusema waziri wa, wa, wa ofisi ya waziri mkuu e, na serikali za mitaa TAMISEMI, Mheshimiwa Shemdoe alisema wale watumishi wake wapeleke tabasamu za mheshimiwa rais kwa wananchi, na sisi leo tumekubaliana kwamba maafisa ugani wote wapeleke tabasamu ya mheshimiwa rais, lakini pia kwa ngazi yetu huduma ya kilimo cha mboga mboga na matunda, lakini pia kusimamia taratibu za ununuzi wa parachichi tumewaeleza juu ya uwepo wa zana bora za kilimo. Halmashauri yetu ilipokea matrekta matano yenye majembe e, ya kulimia mudboard, tano, lakini na haro, tano, lakini pia kuna mashine e, ya kuchimba mashimo kwa ajili ya parachichi au kahawa, lakini pia kuna, e, boom sprayer kwa ajili ya kupuliza madawa viwatilifu kwenye mazao mbalimbali kemo na parachichi e, na pia kuna e, planter lakini pia tumepokea pawatira mbili ambazo zinafanya kazi pia zina Eh, ile kazi ambayo inafanywa na yale matrekta kule ambako trekta ziwezi kufika, eh, zile pawatila zinafika, na mpaka tunavyoongea tayari zaidi ya wa wakulima sabini wamepata huduma wa ya kulimiwa eh, ekari zaidi ya mia mbili katika maeneo yao. Na tumehamasishana hapa kwamba maafisa ugani waendelee kuwa kiungo kuhamasisha wakulima. Na trekta hizi nalima kwa bei nafuu sana. Ekari moja kwa shilingi 50. Kwa hiyo nipende kutoa kwanza pongezi sana kwa wakulima wa kata ya Utalingoro wamekuwa kinara katika matumizi ya matrekta wakifuatiwa na kata ya Yakobi. Kwa hiyo hii jambo ni la kipekee tunahamasisha na wakulima wa kata zingine pia wajitokeze kuungana na wakulima wenzao walionufaika na bei ndogo ya kulima katika kufanya maandalizi ya mashamba na bila shaka kwenye kipato chao kutakuwa kuna tija. Kwenye sekta ya mifugo na uvuvi pia tumekumbushana mambo ya msingi, tumelezana kazi ambazo zimefanywa na idara kuanzia Julai mpaka Disemba, na katika hiyo tumeendesha kampeni ya chanjo e, ya ng'ombe, mbwa na kuku, na kwa ujumla lengo lilikuwa ni kufikisha asilimia mia. Na kwenye ng'ombe tulikuwa tuna lengo la kuchanja ng'ombe 19,000 na mbwa alikuwa ni mbwa 3,500 na kuku ilikuwa karibu kuku laki mbili na hamsini. Ninayo furaha ya kusema pia kwamba ndugu mtangazaji tumeweza kufanikiwa kufikia lengo la asilimia 85 kwenye ng'ombe lakini pia asilimia 100 kwenye mbwa Eh, na asilimia tisini na tisa nukta tisa kwenye kuku.